Matukio ya maandamano ya siku ya Jumatano yaliyolenga kuwa ya amani na kuwakumbuka vijana wa Gen Z waliopoteza maisha yao wakati wa maandamano ya mwaka 2024 yameendelea kuzungumziwa na viongozi wa kisiasa nchini. Punde, wa hivi punde akiwa Naibu Rais Kidure Kindiki akiweka wazi kuwa kamwe serikali ya Kenya kwanza haitokubali uharibifu wa mali, ukiukaji wa haki za kibinadamu wakati wa maandamano yanayofanyika. Siku ya Jumatano, tulipata hasara kubwa kwa sababu ya watu ambao walichukua ile maneno ambaye vijana wetu walikuwa wanasema wakaipindua na wakatumia hiyo maneno kuvunja sheria, kuleta maafa, kuharibu mali ya watu na kutesa wananchi. Serikali haitakubali watu ambao wanajisingizia ya kwamba wanatoa maoni, wanajisingizia wanaandamana, wanajisingizia ya kwamba wanatoa hisia zao, alafu wanavunja sheria wanaharibu mali ya watu. We will not allow the country to slide into anarchy and lawlessness. Licha ya hayo, Kindiki amedokeza kuwa serikali haitoingiliana na haki ya Wakenya ya kufanya maandamano kwani imeandikwa kwenye katiba, akisema kuwa ni sharti waandamanaji wafuate sheria. Na tunaamini mtu yote mwananchi wa Kenya ako na uhuru ya kutoa maoni hata kama ni maoni yanatofautiana na serikali, ako na uhuru wake. Bora afanye hivyo kwa njia ya amani na njia ya kufuata sheria, na vile nimesema hapo awali, serikali haitaingilia uhuru wa wananchi kufanya maandamano, kujieleza, kutoa maoni, kukosoa serikali. Kindiki akidokeza kuwa ni lazima wahuni wote waliohusika na uharibifu wa mali na visa vingine vilivyotukia wakati wa maandamano kukamatwa, akidai kuwa wahuni hawa walifadhiliwa na baadhi ya viongozi wa kisiasa. Kwa hivyo mimi nataka niwahakishie ya kwamba wale ambao ni wezi, wakora, wahuni ambao walipata motisha kutoka kwa wanasiasa na viongozi fulani, pale tutawafuata Tutawakamata, tutawaadhibu kwa mujibu wa sheria, na huko mbele hatutakubali tena watu kutokelezea na kuingilia wananchi, kuleta maafa, uvunjaji wa sheria na kuharibifu wa mali. Alizungumza haya wakati wa ziara yake katika kaunti ya Kitui. watona... Mary Kialo, Undugu TV.